Sadakta so, mtazamaji karibu kwenye taarifa. Nafahamika kama Lulu Hassan. Mtu mmoja amefariki akipokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Samburu. Mtu huyo ni miongoni mwa waliojeruhiwa katika uvamizi wa hivi punde uliotekelezwa na wezi wa mifugo katika vijiji vya Kek Sapuki na Porroo. Watu wanne wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Samburu. Bonfas Baraza anaarifu zaidi. Siku mbili baada ya uvamizi wa Kilepoi, kata ya Kawa, peneo la Baragoi, Samburu Kaskazini, wezi wa mifugo wamevamia tena vijiji vya Kek Sapuki na Porroo na kuwajeruhi watu watano, mmoja akifariki akipokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Samburu. Nasikia wamenipiga risasi, na saa hiyo hiyo bibi naye kujaribu kunifungulia, yeye tena akapigwa ya matiti ikatoka na pande ya mgongo. Sasa kutoka hapo nilikuwa na maumivu, nilijipata tu nimeletwa hadi na ambulance hadi referral lab. Referral imejaa kesi ya kupigwa marisasi. Sisi Wasamburu hatuendi kufamia watu, tunakuja kufamia kwa manyumbani yetu. Sasa tutasidi aje? kila siku tu tunawawa, tuna hakuna serikali la serikali washikue hatua disarm Visa hivyo vikizidi kuibua hofu miongoni mwa wakazi. Muungano wa wasomi kutoka jamii ya Turukana umekashifu vikali kuzorota kwa usalama kaunti ya Samburu, hasa uvamizi wa hivi majuzi eneo la Kawap, Baragoi. Waziri Murkomen, His Excellency the President, amwezi kutuacha namna hiyo tunauana namna hiyo, hatuwezi kuendelea kuuana namna hiyo Wasamburu awezi endelea kuwa Waturukana, Waturukana cannot continue doing the same kwa Wasamburu, tumechoka. Why is the gamen not coming in? Viongozi wananyamaza, we have lost people. we have have lost lost people, livelihoods, in fact cattles are over 5000, we have lost 440 camels and 46 denguees. so we are calling upon the government to come to our rescue. Hayo ya kijiri, wakuu wa usalama eneo la bonde la Ufa wametoa onyo kwa majahili hao kuwa chuma chao kimotoni. Mimi nimekuja kuwapatia notice. Regesha silaha mara moja. Usiporegesha tumeanza kufanya kitu inaitwa profiling. Na tuko na majina. We will come for you individually and if possible hata hiyo familia yako tutakuja kuwachukua. Wale ng'ombe wote ambao wameibiwa tumeambia ma officers wetu wafuate wahakikishe ya kwamba mifugo yote imeibiwa imeregeshwa. Kufikia sasa watu tisa kwenye kaunti ya Samburu wameuawa katika kipindi cha majuma mawili. Wakuu wa usalama bonde la Ufa wanapotoa onyo kwa majahili wa wizi wa mifugo, masuala yanayotawala bongo za wengi hapa ni endapo watu hei utazaa matunda au la. Bonface Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Samburu.